Karibu katika Safari ya Afya. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusu afya ya akili. Dr. Lucas hapa utakuwa sambamba nami toka tunapoanza sasa mpaka tutakapotamatisha. Afya ya akili ni hali ya kuwa na utulivu wa kiakili, hisia, pia hata kijamii. Hii inahusisha uwezo wa mtu kufikiri vizuri, kuhisi kwa usahihi, kushughulikia msongo wa mawazo ama, ama stress, kufanya maamuzi sahihi na kuishi kwa amani na watu wengine. Sasa afya ya akili ni nzuri kumwezesha mtu katika nyanja mbalimbali ikiwemo kukabiliana na changamoto za kimaisha, kufanya kazi kwa ufanisi, kuanzisha kwa huduma nzuri kama mahusiano mazuri, pia hata kuwa na furaha na kuridhika na maisha. Sasa hii leo tumekuandalia mambo ambayo yanaweza kuathiri afya ya akili. Mambo hayo, kipengele tutakachokigusia zaidi ni kipengele cha stress ama mawazo. Mawazo yana madhara gani? Stress zina madhara gani katika afya ya mwanadamu? Kabla hatujaenda kuangalia madhara ya stress, naomba kama tu wewe ni wa kwanza kufungua channel hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapokuwa tunazi upload. Tuende moja kwa moja tuangaze madhara ya stress ni yapi hasa. Madhara ya kwanza ambayo yanaweza yakapelekea hali ya afya ya akili kuweza kuleta tatizo, hii ni pamoja na msongo wa mawazo wa kudumu, ama kwa lugha nyepesi tunaita chronic hashet. Stress ya muda mrefu hupelekea akili kuishi kwenye hali ya hofu au wasiwasi wasi. Mtu anaweza kuwa na hofu hata bila sababu, hali ambayo inaweza kusababisha ugonjwa wa wasiwasi ama anxiety disorder. Namba mbili, hii ni pamoja na usingizi wa shida ama kwa lugha ya kigeni tunaita insomnia Stress hiyo hufanya ubongo kuwa na shughuli nyingi hata usiku, hivyo mtu anapata shida kulala au kulala lakini waamka mara kwa mara hukosa usingizi. Huchangia matatizo mengine ya afya ya akili na mwili. Namba tatu ni pamoja na kuchoka kupita kiasi. Stresi inapoathiri mwili, nguvu hupungua. Hata bila kazi kubwa, mtu huhisi kuchoka kila wakati, hana hamasa na hawezi kumaliza majukumu yake ya kila siku. Namba nne ni pamoja na kupungua kwa kinga ya mwili, ama kwa lugha ya kigeni tukiita weakened immune system. Stress huzalisha homoni kama cortisol ambayo inakuwa kwa wingi, huathiri uwezo wa mwili kupambana na malazi, mtu kuugua mara kwa mara. Namba tano, moja ya madhara ya stress ni pamoja na kukosa hamu ya kula au kula kupita kiasi. Wengine wakipata stress hupoteza hamu ya kula kabisa, wengine kula kupita kiasi, ama hii tukiita emotional eating hali hii inaweza kusababisha uzito kupungua au kuongezeka kupita kiasi namba sita hii ni pamoja na matatizo ya tumbo digestive problem stress huathiri moja kwa moja mfumo wa mmeng'enyo wa chakula mtu anaweza kupata gesi kuharisha kuvimbiwa au maumivu ya tumbo bila sababu yoyote ya kiafya moja kwa moja Namba saba ni kutojiamini na kujiona duni, ama tukiita low self esteem. Stress ya muda mrefu inaweza kufanya mtu aisi yeye mwenye hafai ana thamani au hawezi kufanikisha jambo lolote lile. Hii huathiri mahusiano, kazi na maisha kwa ujumla. Namba nane kukosa umakini na kusahau huwa concentration and memory. Stresi huathiri sehemu ya ubongo inayohusika na kumbukumbu na umakini, ama tukiita prefrontal cortex. Hii hupelekea kusahau vitu muhimu au kushindwa kuzingatia kazi au mazungumzo. Namba tisa ni pamoja na kazi ya moyo kuongezeka na shinikizo la damu kwa lugha ya kigeni tukiita high heart rate and blood pressure. Stress huongeza mapigo ya moyo na kubadilisha pressure, hali ambayo ikidumu inaweza kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo, pia hata kiharusi kabla hatujaenda kwenda kuangalia pointi ya mwisho namba kumi ya madhara ya stress, nomba kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua channel hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapokuwa tunazi upload. Twende sasa tukaitazame pointi ya mwisho ya madhara ya stress kwa afya ya mwanadamu, afya ya akili kwa ujumla, namba kumi. Pamoja na kuvurugika kwa homoni ama tukiita hormone imbalance. Stress huathiri uzalishaji wa homoni kama cortisol, adrenaline, serotonin na dopamine. Hali hii inaweza kuathiri hisia, hamu ya tendo la ndoa, hedhi na hata uzazi kwa matatizo mbalimbali mbali ya kiafya hususa haya ya afya ya akili, matatizo ya vidonda vya tumbo, matatizo ya nguvu za kiume kwa wanaume, tunazo dawa muhimu sana ambazo ni rahisi katika kutibu matatizo hususa haya ya nguvu za kiume, pia hata vidonda vya tumbo. Uzuri zinapatikana kwa gharama nafuu, na mahala popote pale ulipo, dawa hizi zinaweza kukufikia kwa uaminifu mkubwa sana. Kikubwa kwenye matatizo haya, usisite kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako. Lengo kuu, suala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukiziaplod. Sina kitu kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru shukuru. Asanteni.